Na mtazamaji wa Trend TV bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update kuhusiana na kitu ambacho kime happen. Nadhani mtakuwa unafahamu kwamba kuna haya mashindano ya Samia Cup, moja kati ya michuano ambayo imekuwa ikifanya vizuri sana hapa Tanzania kwa sasa hivi, hususan Dar es Salaam, ambapo ni michuano ambayo inahusisha timu za ma celebrity hapa Tanzania, kama nilivyokutajia siku ya jana kuhusiana na timu ambazo zimeshiriki zime katika mashindano haya, kuna timu nyingi sana kiukweli katika uh, mashindano haya kutoka taasisi mbalimbali mbali, kama vile uh, nimekuelezea kuhusiana na timu ya Kings Music na timu nyingine tofauti tofauti ikiwemo Konde Gang FC na timu nyingine nyingi. Yani tukisema timu nyingi, kweli timu ni nyingi sana, zimekuwa zikishiriki katika mashindano haya ya Samia Cup. E bwana, moja kati ya timu ambazo zipo ambazo jana nilizitaja kama labda zitakuwa labda zimekupita au labda ulikuwa hujafahamu kwamba kuna timu gani na timu gani, basi naweza kanirudie hapa, ili uweze kujua kwamba timu ambazo zipo ni zipi. Kuna GSP, kuna Lamata Village, kuna Crown FC, kuna key, kuna... Uh, kuna King Lion FC, kuna Absa Bank, kuna Bad Nation FC, kuna Premium FC, kuna, G, kuna G2's, G2s FC, kuna Conde Gang FC, kuna Fain Group, kuna Sholo The Lock alafu kuna Warehouse FC Straight Up Vibe FC, kuna Clouds Media, kuna media Kings Music FC na Hawaii Travel. Hizo ni timu ambazo zimeshiriki katika hayo mashindano. Na siku ya jana, eh, siku ya juzi kuamkia jana ni kwamba majira ya jioni kilipigwa pale Mikocheni na timu ya Konde Gang FC ilikuwa inacheza dhidi ya timu nyingine ambayo ni eh, walicheza na Warehouse FC. Umeona bwana ambapo timu ya Konde Gang bwana ikaibuka kwa magoli takriban magoli manne kwa moja. na pale ndani bwana alicheza Baleke, Aziziki, Pakome, Kondboy, Jobu, Ibra, Chaupole na Tundamani akiwa kama golikipa. Nje kulikuwa kuna watu wengine kibao ambao wakina DJ7 wote walikuwepo nje lakini katika mchuano wenyewe wakina Pakome na Aziziki hawakuwepo kwa hiyo walicheza watu wengine wakina 7 walikuwepo pale. Ilikuwa ni mechi nzuri sana. So kwa kifupi ni kwamba Eh, michuano inaendelea na leo kuna mechi kubwa tena nyingine ambapo ni Crown Media FC wanacheza na Lamata Village Entertainment leo ndo wanakipiga bwana. Kwa hiyo makundi yanazidi kwenda, eh, msimamo wa, wa makundi sasa hivi ni kwamba eh, GSP wanaongoza wakiwa na pointi tatu. Lamata Village nao pia wana pointi tatu. Crown ndo anacheza leo walishafungwa. <laughs> Kwa hiyo sifuri sifuri sifuri eh, lakini pia Uh, Absa Bank wana pointi tatu, Bad Nation wana pointi tatu. Lakini pia kwenye group C, Konde Genga wana pointi tatu baada ya kushinda mchezo wa jana. Alafu Fayeni group nao pia wana pointi tatu. Hawa kina Charlotte Rock wa House wote na zilo zilo. Alafu Straight Up Vibe wana pointi tatu na wengine pia kuna mechi walishinda. Klaus walisuluhu wana pointi moja na Kings Music FC nao pia wana pointi moja walisuluhu. Kwa hiyo mechi zinaendelea ni kivutio kikubwa sana kiukweli. So baada ya ushindi Harmonize actually ameanza kujitamba, nilishakwambia kwamba baba levo sasa hivi amekuwa ndo msemaji wa Konde Gang FC. Lakini baada ya mechi ni kwamba Harmonize amejitamba sana kwa Alikiba. Nadhani katika mechi ambazo zitakuwa na mvuto mkubwa zaidi ni mechi ambayo watakuwa wakipiga eh, Konde Gang FC nadhani na Crown Media au Kings Music, ambapo Alikiba anapocheza basi hapo ndo watakutana sasa uso kwa uso. Nadhani Alikiba atakuwa anacheza kwa hiyo watakutana na Konde Gang FC Harmonize na Kiba dimbani, eh bwana, itakuwa moto sana bwana. So Harmonize amejitamba kwa Kiba hapa, nataka umsikilize tambo, umsikilize tambo za Harmonize kwa Alikiba kuhusiana na mashindano haya ya Samia eh, Celebrity Cup ambayo yanaendelea pale Mikocheni.

By the way, I to King, like, I'm a professional, so Konde Bwana amezungumza hivyo kwamba alikuwa yuko very excited, na kama unavyoelewa, amesema kabisa kwamba ndio kiboko yao na atawaonyesha, na ile kombe ndio anachukua. Ana, a, anasubiri mechi dhidi ya Kiba na vitu vingine kama hivyo. Pia ameshukuru watu ambao wamesupoti timu yake, watu ambao wamejitokeza kushuhudia michuano hiyo na vitu vingine kibao. Sasa hivi anaenjoy mziki mzuri, amerudi studio, maisha yanaendelea. So huo ndo ujumbe wa star wa mziki Harmonize, baada ya timu yake ya Konde Gang FC kushinda mechi usiku wa jana kwenye mashindano ya Samia Cup. Umeona bwana. So hivyo ndivyo mambo yalivyo, lakini pia Harmonize bwana amesindikiza wadau na wimbo wake bwana. Hapana taka kumsikiliza alivyokuwa anaimba live a cappella akiwa yuko studio pale za Konde Music Worldwide. Naweza kusema kwamba zile ndo main studio zake kwa sababu sasa hivi studio, bwana amejenga ghorofa pembeni pale, kwa hiyo studio na gym nadhani na baba shop iko pale pembeni eh, sio kama zamani. Studio ilikuwa iko mlango wa nyuma pale nyumbani kwake, lakini sasa hivi studio ameitengenezea pembeni kabisa, sio ndani ya nyumba ambayo yeye anayoishi bali i kuna gorofa pembeni pale, kiapartmenti fulani hivi, kiblock kipo pale pembeni. So it is what it is. Msikiliza hapa konde alivyowaburudisha pia mashabiki zake na kawimbo haka. E, ni wimbo ambao sasa hivi unafanya vizuri sana, Furaha, na huwa anapenda sana kutoa vision tofauti tofauti. Hebu sikilize.